Bwana, sasa mimi sasa mimi nilienda na Fawadze kwa job. Mimi nika university, ona venye nimeweka mbegu, nimeweka kunde, nimeweka sukuma. Ndio hiyo, ona venye imenawiri bwana, matawi kubwa kubwa. Fawadze kazi yake nikupeneka tu kwa pombe. Ona hata amelewa Pesa zangu pesa zangu zetu tulipata kwa kazi huko kwa moto, mimi nili university hapa. Shauri yako, unakula kula pesa zako, shauri yako. Akwa kaes, sasa kamnywesho yani ulipeleka pesa zako. Mimi najisifu mimi niliweka kwa sukuma, na ukapeleka